Usiku wa Mei moja mwaka elfu mbili na ishirini na moja, dunia imetulia lakini, kwenye chumba kidogo cha siri ndani ya White House, woga na umakini vinatawala. Macho yote yameelekezwa kwenye screen, vidole vimekunjwa. Kila mtu anafahamu dakika hizi zinaweza kubadilisha historia ya dunia. Mpango mmoja tu uko mezani: kuvamia Abu Tabad Pakistan bila kujulikana na kumkamata makumua Osama bin Laden. Ndege mbili za operesheni maalum kikosini Black Hawks zilizofanyiwa steel modifications zinatulia kwenye giza la usiku kama viumbe weusi wasioonekana. Kila askari wa Navy SEAL Team 6 anapanda bila kutoa sauti. Hakuna anayejua kama anarudi, hakuna anayejua kama dunia itawataja kesho au itawapoteza kabisa. Rubani anafunga breki za akili anavuta pumzi moja na anasema we are going in. Ndege zinabadilika kuwa radi, safari ya dakika 90 kuelekea Pakistan bila rada yoyote kugundua, bila taifa lolote kujua kinachoendelea juu ya anga yake, juu ya milima ya Hindu Kush kelele za injini zinamezwa na upepo wa baridi, lakini ndani ya ndege mioyo inagonga kama ngoma ya kivita. Wanapofika tu juu ya Abotabad kila kitu kinaonekana kuwa sawa, mpaka dakika ya kwanza ya kutua. Helikopta mbele inaingia kwenye dead air, shinikizo linabadilika, rota inapoteza nguvu, na ndege inaanza kushuka kama jiwe. Askari hawapigi kelele, hawana muda wa panic, ni sekunde zao za maamuzi haraka. Rubani anaigeuza kwa nguvu, inagonga ukuta wa nje wa jengo la Bin Laden. Dust, moto, kelele lakini SEALs wanadondoka nje wakiwa tayari, hakuna kurudi nyuma. Kwa sekunde chache, dunia ilikuwa karibu kupoteza kikosi bora zaidi kwenye macho ya adui, lakini mission haijasitishwa. Wasingekubali kirahisi historia iwaandike kwamba wao ni walioshindwa. Jengo la Bin Laden ni kimya kimya, ambacho kinaweka baridi mgongoni. Kila mlango unafunguliwa kwa mlipuko mdogo gundi za chuma, milango mizito, ngazi nyembamba, kila kitu kimetengenezwa kumlinda mtu mmoja tu. Wakipanda gorofa ya kwanza, mwanaume anaibuka na bunduki. Risasi tatu zinamlaza chini kabla hajaelewa ni nani wapo ndani. Gorofa ya pili, mwanamke anasogea akitumia mtoto kama ngao yake. SEAL mmoja anamkamata kwa kasi pasi na kumuumiza mtoto. Hapa hakuna muda wa kufikiri. Kila sekunde maisha au kifo. Ukimya unarudi, lakini wanafahamu mtu wao anayemtafuta yupo juu. Ngazi za mwisho zinapanda kwenye ghorofa ya tatu, ndani ya chumba, mlango umefungwa. Kiongozi wa kikosi anatoa ishara, mlango unapasuka. Ndani yake mtu mrefu, ndevu ndefu, macho ya mshangao. Wanawake wawili wamejitupa mbele yake kumkinga lakini SEAL ya mstari wa mbele yanawasukuma kwa usahihi bila madhara. Risasi mbili zinapigwa kwa usahihi wa upasuaji. Kimya kinaanguka. Kiongozi wa timu wanatuma ujumbe kwenye redio Geronimo ekia, yaani enemy killed in action. Chumba katika White House kinavuta pumzi kwa mara ya kwanza baada ya dakika 40 za kufa na kupona. Dakika zinaenda mbele. Pakistan bado haijajua, jeshi lao linaanza kuamka. Rada zinawashwa, radio zinapiga kelele. Seals wanakusanya vifaa, kompyuta, karatasi, ushahidi. Mwili wa mtu aliyeandikwa kwenye historia kama adui namba moja duniani unabebwa. Helikopta iliyopata crash inachomwa moto ili isiachwe mikononi mwa maadui. Ndege nyingine inapaa tena, wanatoka Pakistan kwa mwendo wa moto bila ruhusa ya mtu yoyote. Kila askari anavua helmet yake taratibu, hakuna anayeongea. Majira ya saa nane usiku, rais Barack Obama anatoka mbele ya kamera na kusema maneno ambayo dunia iliyasubiri kwa miaka zaidi ya kumi: Osama Bin Laden ameuawa. Lakini nyuma ya kauli hiyo fupi kulikuwa na usiku mrefu, usiku wenye hatari na wanaume waliotembea kwenye giza wakijua wanaweza wasirudi. Operation Neptune Spear inabaki kwenye historia kama moja ya operesheni zilizofanywa kwa usahihi wa kiwango cha filamu, lakini ukweli wake unazidi hata hiyo filamu yenyewe.